Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Fupi Media, karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni na wakati huu, tuelekee huko Uingereza. Jina langu ni Ramadhani Fupi. Kwa sasa mataifa mbalimbali ulimwenguni ni kama vile yanaanza kutambua uwepo wa sheria za Mungu na utambuzi wa mipaka yake, kujua hiki ni halali na hiki ni haramu, na hii ni kuhusu suala zima la kubadilisha jinsia ambapo mataifa mengi duniani yaliruhusu watu kubadili jinsia, hivyo kuzaliwa kwa kundi la mashoga ushoga. Umekuwa ukitetewa kwa kiasi kikubwa katika mataifa, na baadhi ya watu wakisema kuwa mashoga wanastahili kupewa haki za kimsingi kama binadamu wengine, jambo ambalo baadhi ya mataifa yalipinga yanapinga na kuendelea kupinga uwepo wa mashoga, sababu kubwa ikitaja kwamba hii ni kinyume na maumbile ya Mungu na ni ukiukwaji wa wazi wa sheria za Mungu. Lakini ghafla baadhi ya mataifa yameanza kutambua ukweli wa makosa yanayofanywa kwa baadhi ya watu kubadili jinsia. Awali ilianza nchini Marekani, ambapo baada ya kuingia madarakani kwa bwana Trump, alipiga marufuku suala la ushoga, akisema kwamba jinsia pekee duniani ni mbili mwanaume na mwanamke. Hatua mbalimbali dhidi ya ushoga zilichukuliwa ikiwemo hata kuwatimua kazini wanajeshi wote nchini Marekani waliobadilisha jinsia. Na kwa wakati huu taifa la Uingereza nalo linaanza kupinga suala zima la ushoga. Mahakama ya juu ya Uingereza imeamua kwamba neno mwanamke linamaanisha mtu mwanamke na siyo utambulisho wa kijinsia. Mahakama hiyo nchini Uingereza inamaanisha kwamba watu wote waliozaliwa wakiwa wanaume kisha wakabadilisha jinsia na kuwa wanawake kwa wakati huu nchini Uingereza hawatazingatiwa kisheria kuwa ni wanawake. Uamuzi huo wa mahakama ya juu ya Uingereza unakuja kufuatia harakati za kampeni ya haki zinazofanywa na kikundi kinachofahamika kama For Women Scotland kundi ambalo linapinga sheria ya serikali ya Uscots zenye lengo la kuongeza idadi ya wanawake katika bodi za umma ikiwa ni pamoja na wanawake waliobadili jinsia kutambuliwa kisheria kama wanawake. Waliuliza mahakama kuu ya Uingereza kuthibitisha kwamba mwanamke katika sheria anamaanisha mwanamke wa kibaiolojia na si mtu aliyepewa hadhi ya kike kupitia cheti cha utambuzi wa kijinsia wakimaanisha kwamba mwanaume aliyejibadili kuwa mwanamke katika hukumu ya juu ya suala hilo, mahakama ya juu ya Uingereza imesema kwamba maneno wanawake na ngono katika sheria ya usawa ya mwaka elfu mbili na kumi yanarejelea mwanamke wa kibaiolojia aliyezaliwa kama mwanamke. Kutokana na harakati hizo za haki, mahakama ya juu nchini Uingereza imeamua kwa kusema kwamba wapo wanawake waliozaliwa wakiwa wanawake na kuna wanaume waliozaliwa na kujibadilisha jinsia kuwa wanawake. Akijibu hukumu hiyo, msemaji wa serikali ya Uingereza amesema kwamba uamuzi huo wa mahakama unaleta uwazi na imani kwa wanawake na watoa huduma. Hata hivyo, baadhi ya watu wamekosoa maamuzi ya mahakama hiyo wakidai kuwa maamuzi hayo ya mahakama yanaweza kupunguza kutambuliwa kisheria kwa watu waliobadilisha jinsia. Kwa upande wa gazeti la Scottish Greens lilitoa taarifa ya kukashifu uamuzi huo uliouita uamuzi usiohusu sana haki za binadamu. Wachambuzi wa mambo mbalimbali mbali wanasema kwamba huu ni wakati ambao mataifa mbalimbali ya magharibi yanaanza kutambua jinsia ya asili ya binadamu kama ambavyo nchi ya Uingereza kupitia mahakama kuu ya nchi hiyo ilivyoamua kwa wakati huu. Aidha, wachambuzi wameongeza kuwa kupitia hiki kilichoamuliwa na mahakama ya Uingereza hii itaifanya Uingereza kuwa taifa la mfano katika kutambua uhalisia wa jinsia kwa kutambua nani ni mwanaume na nani ni mwanamke, na muda si mrefu, huenda taifa hilo litaachana na mapenzi ya jinsia moja kutokana na maamuzi ya mahakama. Mfuatiliaji wa Fupi Media, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu, lakini na wewe una nafasi ya kutoa maoni yako kuhusu hili kwa kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti pia ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali. Mimi jina langu ni Ramadhani Fupi.